funzi amefunzwa ama ana mafanikio yake akizingatia misingi ya mpira unavyotoka. Kuna wale makocha ambao wanaamini kuimarisha himaya na safu ya ulinzi ili kupata matokeo bomba. Kuna wale wanaoamini kushambulia zaidi kuliko kuweka himaya ya ulinzi ili kuepusha timu yake isije ikashambulia na kuna wale ambao waamini kwamba mpira wao lazima tuzuie wote nyuma ili tuweze kushambulia kwa mashtukizi, ama ukipenda ziite counter attack. Na kuna wale ambao mpira unapopotea waamini kwamba lazima ukimbizwe, ubanwe, upatikane kwa sekunde takriban tatu kuelekea sita na wale kushambulia na kuna wale wabubana na kufinya nafasi zote karibu na yule ambaye anashika mpira ama yule ambaye amepata ule mpira, na, ku, na kuamini kwamba yote ambaye anakuwa amekimbia akifuata mpira huwa ametumia nguvu nguvu za kimwili na pia akili, na anapopata mpira amepoteza taswira ya vile uwanja ulivyo, kwa hivyo yule mchezaji yupo katika hali shwari ya kuweza kumbana unapombana ana uwezo kamili wa kupiga pasi mbovu ama kupiga mpira mrefu ama kutoa mpira nje, kwa sababu ya kukosa taswira kamili mahali ambapo kuna mianya, nafasi ama wenzake walipo. Kwa hivyo kuna wale ambao waamini tukirudi nyuma na tukae pamoja kwa kubanana tukae pamoja kwa ukaribu wa mita takribani kumi, tufige nafasi. Yule aliye na mpira ana jukumu kubwa la kujaribu kutafuta jinsi ya kupenyeza kwenye ngome letu. wote, wote ni, ni fikra za makocha ambao zinatofautiana kulingana na misingi ya mpira, na kila mtu ako na ufanisi wake. Kila kocha amefanikiwa na ufanisi kulingana na misingi yake ya ubora anavyotaka hamna mwelekeo kamili kwa kuwa kocha anastahili kutumia mbinu ipi, na ni mbinu ipi ni bora kuliko hii. Mbinu huzingatia sana haswa kama wachezaji ulio nao, fikra zako kama kocha mkufunzi, na vile unataka kucheza mpira kulingana na maono yako. Kila mbinu hufanya kazi kivyake. Naweza kuelezea kwa muktadha ama kwa upana zaidi timu tofauti zilizopata usheheni na ufanisi kutumia mbinu tofauti. Kuna wale ambao wako katika timu kama Inter Milan, ukiangalia Inter Milan, sasa hivi ambayo imeweza kufuzu kwenye Champions League final, ilitumia mbinu ya kuzuia iliyofunzwa na mwanzilishi wa kabumbu, Arigo Sachi, ambaye alifikiria kwamba kuzuia ngome yetu lazima tuwe na kufuli kwenye mlango, lazima tuwe imara kwenye safu ya ulinzi nao pia amefika pale. Kuna timu kama PSG sasa hivi ambayo inazingatia, inatoa mizizi kutoka kule Catalonia, mizizi ya kucheza pasi ya kupenyeza na kupiga rotations ili kuweza kuattack. Pia mbinu hiyo imeweza kuwafikisha pale fainali. Tatizo ni kwamba je, hatujui mnapo ile fainali ikipigwa Je, nani atakayebuka kwa mshindi na ushindi huo utakuwa na madhara gani, kulingana na vile mpira utakapoendelea? Tukiangalia hata mameneja wakuu, Jose Mourinho amestahimili na kuwa na rekodi kubwa kabisa kwa kuweka safu ya ulinzi kimara, na kushtukia kushambulia, na amepata mataji kwa sababu ya mfumo wake wa mpira. Pia upande mwingine, kuna mameneja kama Pep Guardiola, ambaye mimi mpira wetu ni kupiga pasi na kuzidi kushambulia na kuzidi kubana, pia amekuwa na mafanikio wake. Na pia kuna kocha kama Jurgen Klopp, ambaye mimi kwamba mpira lazima ubane na uchezo katika tempo ya hali ya juu kabisa ili uweze ku attack immediately wakati mpira unapotea. Pia yeye pia, Klopp ana mafanikio yake. Na kuna wale mameneja ambao wanaamini sana kuhusu kumanage binadamu, kumanage wachezaji kama Don Carlo Ancelotti. Anaamini sana kutuliza na kuimarisha imani ya wachezaji. Yote tisa kumi ni kwamba hamna njia yote ile inayoelezea ufanisi wa kabumbu. Ni wewe utafute nafasi yako kama mkufunzi, utafute mbinu yako na uifanye ikuwe bora zaidi, na dunia pia itakuja kujua jinsi wewe utakaotaka utaka kucheza. Ni mimi kocha mkufunzi Rexley Malenya ni kuletea makala ya hekaya za kocha mkufunzi Rexley Malenya. Asante.